Mimi nataka kusema hivi. Sema, ya kwamba tuko na rais moja Kenya ambaye anaitwa Excellency. Ni lazima tufanye <tze> na rais wa Jamhuri ya Kenya yeah. So iwapo utaona kama nafanya na Mheshimiwa Rais William Ruto yeah. Ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Uko sawa ya kwamba demokrasi inaniruhusu mimi kama rais wenu wa Jacaranda yeah. yeah. nifanye kazi na I Excellency Rais William Ruto. Hamuta nisikia nikitaja one term wala two term na nafanya na rais na yeah. Kwa sababu Kenya letu rais ni moja yeah. na tunafaa kupea mheshimiwa rais mikakati na nafasi ya kutekeleza maendeleo yake yeah. so ni juhudi yangu kurekebisha mheshimiwa rais, wala si kumtukana mheshimiwa rais yeah. Nataka nishukuru kwa sababu rais kama angekataa election isifanyike hapa haingefanyika. So lazima nichukue nafasi hii nishukuru Excellency William Ruto kwa nafasi hii ambayo ametupea. <coughs> Kwa sababu kama mheshimiwa rais kama angekuwa anataka demokrasi, maskari wetu hawangekuja kutulinda <coughs> so naambia mheshimiwa rais William mruto asante, na tunafanya kazi sako kwa baku, kwa sababu mimi ni kiongozi wa bunge la mwananchi wa Jakaranda <coughs> yes. ya pili